Tunazungumza michezo. Hii ni Chapesa Media, mimi naitwa Wazili Tambiko, nyuma ya kamera director Runda ambaye anatoa picha ngavu. Tumemfuata Shabani mpira pesa, mambo mengi yametokea me, ya katika michezo lakini ni swala moja tu kocha Fadu kusema ubaya ubwela. Ameachilia nini neno la ubaya ubwela? Hau ubaya ubwela ni imetokea baada Singida Black Star kufungwa bao moja kwa sifuri. Nipo na Shabani mpira pesa na hii ni Chapesa Media. Shabani, kwanza kwema. Kwema, tunashukuru Mwenyezi Mungu alhamdulillah, tumeamka salama, tuko salama kabisa kwema kwe tunashukuru. Umeitazama ubaya ubwela, kocha Fadu mwenyewe mpaka analopoka, hii ni ubaya ubwela? Nimetazama mechi mzuri, mechi iko vizuri sana na sisi kama Simba tunashukuru alhamdulillah, timu yetu tunajua imetoka kwenye kwenye kwenye mechi ngumu, lakini mwisho wa siku mechi ya jana tumepata matokeo. Kwa hiyo vitu vingi vinazungumzwa, lakini sisi tunasema mpira ndio dakika 90, mechi imeisha. Mambo mengine tuachie wale ambao wachambuzi wanajua kuchambua, lakini sisi kwetu, upande wetu Simba tumepata pointi tatu. Target yetu sasa hivi ni nusu finali zidi ya Black Star tena, ambao tutacheza tuta, tuta, tuta Manyara. Mechi ya jana tushaimaliza kama tulivyosema mwanzo, mechi ya fainali ya ya Kafu Federation tulimaliza, ya zidi ya Alex Berekane. Tulichokipata tumeshukuru. Target yetu ilikuwa mechi yetu ya ligi zidi ya Black Star, lakini sasa hivi target ya Black Star imeisha, ya jana ya ligi. Sasa hivi tuna target zidi ya Black Star, mechi ya nusu finali kuelekea finali ya no kombe la Federation. Mwalimu Fadlu Davids kusema ubaya ubwera, umeipokea kwanza na ndo kauli mbiu ya Simba Sports Club, kila mwanasimba lazima atamke. Kwa hiyo kama wewe ni mwanasimba lazima utamke unapomzungumzia Fadru, ni familia ya Simba. Kwa hiyo labda watu wamemshangaa Fadru kwa sababu sio Mtanzania, lakini ubaya ubwela inazungumziwa nchi zote duniani. Kwa hiyo kuzungumza Fadru, mimi kwa upande wangu sijaona kitu cha ajabu kwa sababu ni neno ambalo ndo kauli mbiu yetu, ubaya ubwela. Kwa hiyo naweka kuzungumza ubaya ubwela na kweli ubaya ubwela mkuta Singida jana. Mmebebwa Yes. Shabani, Shabani watu wa pinzani wenu Young Africans wanalalamika, eh, penati Singida wamenyumwa penati mbili za El Shairi mnyama, Simba unaondoka na pointi tatu, eri sasi amewabeba Simba. Shabani A, mimi kwa, kwa uzoefu wangu na kwa upeo wangu mdogo naweza nikasema kwa sababu wao wana mavyeiala ndo ndo wanajua sababu, mechi za Simba zote zina mavyeiala wengi Vyala wengine wako vichochoroni, vyala wengine wako wapi, watachambua, lakini mwisho wa siku mwamuzi wa mwisho wa mchezo ni refari wa katikati, hakuna mtu mwingine. Wengine mtabaki na maneno tu, mtasema, mtazungumza, atakozungumza, lakini mwamuzi, ndio maana mwamuzi anasomea na, mwamuzi mwamuzi kaaminika mpaka akapewa kuchezesha ligi kuu na, na, na, mechi zetu. Kwa hiyo vyala zingine mimi naziambia tu zizungumze, lakini mwisho wa siku si tumechukua pointi tatu? Maneno mengine acha yaendelee, tushayazoea na niseme tu, wanaposhinda Simba vihela zinakuwa nyingi, lakini wanaposhinda wengine vihela hamna. Sisi ni wape mfano mechi yetu ya ligi zidi ya hao ambao wanaochambua. Nimeona kuna kitoto kimoja hivi kina, kina kinaongea oh, labda refa Singida wangechomwa kisu na ndo sui refa ndo angetoa kadi. Tumecheza na wao mechi yetu ya kwanza ya ligi sawa ambao ametufunga goli moja. Goli letu lilofungwa, mpira umetoka nje. Alikuwa anachezesha mshabiki au refari au? Tumenyimwa penati nne clear penati kabisa. Alikuwa anachezesha mshabiki refari. Tumefungwa Simba, si ndio? Hivyo tumekausha baridi barafu. Mm -hmm. Juzi tumecheza kombe la shirikisho fainali, kila mtu kaona tumefanyiwa makosa mangapi, mchezaji wetu tena muhimu kabisa kapewa kadi nyekundu katika dakika mbaya za, za, za, kipindi cha ngapi kile, anapoa kadi nyekundu dakika nadhani 55 anapoa kadi kad, kad, kad, kadi kaka kadi nyekundu. Tumefunga goli zuri kabisa, lakini baadaye hao wachambuzi uchwala na hao vyeyala Tanzania wanasema lile goli ofsaidi, lakini kwa sababu ya Simba ndio maana wanachambua ile. Si tuwaambie mechi imeisha, Simba kachukua pointi tatu. Kama umeumia na umepata haja kubwa, nenda chooni, kanawe, maisha endelee. Acha Eh, maake, naona lile goli letu, kama kuna watu vile haja kubwa imetoka, ende chooni wakanawe, maisha aendelee. Eh, maake, naona kuna watu wa, yaani kuna hali walikuwa nayo kama mpata haja kubwa mtu aende chooni aende aka nawe maisha endelee. Lakini si tuambie, la jana limeisha, tunaangalia nusu fainali zidi ya Singida Black Star ambao tunaanza Manyara na hapa, na napozungumza na, na, na, na, na wewe leo naanza safari ya ya, ya, ya kuelekea Manyara, kuhakikisha naipambania timu yangu inaenda kupata matokeo. Kwa hiyo hayo maneno mengine ya mavieyala na wale na wale na wale mashabiki na wacheza show wa HS Benekade wazungumze, maana sasa hivi tuna wacheza show wa HS Benekade katika nchi yetu magaje wanafaa wacheza show wao wawazidi kucheza show na wakatike viuno, si ndo starehe yetu. Lakini si jana tumeenda kumtwanga ndugu yao na tunaenda kumtwanga tena. Tuwaambie tu watake wasitake, sisi na wao, kabla 2025 haijaisha, tunacheza nao mechi mbili, mechi mbili. Na tunawajua wanapambana sana. Mechi ya nusu finali tusishinde ili wasikundane na sisi, huo ni uoga. Kama wewe sio muoga kausha basi, wewe usichaze mechi yako, ushamfunga unamfunga, umeingia fainali hii ya kwetu, sisi tuachie ili tukutane, afu tumuone mwamba Jabari ndani, lakini so, unasema afu baadaye mechi, mara unataka kucheza, mara unaenda kumsaidia tunaocheza naye ili atufunge. Ina maana kumsaidia yule tunaocheza naye ili atufunge, unatuogopa? Si anamsaidia ndugu yake yule, paka yule, paka Black Stars yule, paka, yule. Si paka mweusi, chui hawezi kuwa kama yule bwana, chui gani dhaifu? paka, paka mweusi yule anamsaidia, ila kakutana na simba kwene simba mna mnyama mwingine anayekuluma zaidi ya simba kwao, si tuambie, wale paka weusi tutakutana nao pale Manyara, na inshallah watafurahi. wana wanasimba wana simba wanangu wa Arusha, wana simba wanangu wa Moshi, wana simba wa sehemu ya sehemu tofauti, tukutane Manyara pale. Yes. Kwani mpira pesa, mnaongoza ligi, uh, mkiwa, uh, Young Africans anaongoza ligi akiwa na pointi 73, mnyama Simba akiwa na pointi 70. Wakati huo Young Africans wanasema Simba na 72. Simba na 72, Yanga na 73. Wakati huo Young Africans anasema wao hawachezi, hawachezi, hawachezi. Jana amesikika mwenyekiti wa bodi ya ligi Stephen Mngutu akisema taleo ipo pale pale. Yeye anajua ni mechi ipo pale pale. Young Africans wao na kauli zao hawachezi, hawa hawazitambui wala, wala chochote. Wale kuku wa madoli wale Yanga kukuwa madoli si unamjua, hata ukimweka saa hivi a, atakaa hapo, utazunguka, utaenda Buguruni, utaenda Temeke, utarudi, utamkuta kaka pale pale. Wanasema wacheze, lakini mechi, mwisho wa siku, anacheza. Kwa hiyo Yanga sawa sawa, na na, naona kukuwa madoli, mechi watacheza tu. Hawana ubavu huo wa kuzuia wacheze mechi. Kwani wao nani? Mechi watacheza na wale wote machao wanaopiga kelele, wanaopewa hela kule elfu mbili mbili, wanasema tucheze, na siku hiyo ya mechi watakuwepo. Na wewe mwenyewe uwafate, watasema mwisho wa siku, atasema si tunacheza, mwisho wa siku atabadilika. Lakini mimi niwaambie, mechi Yanga atembei. Kwa hiyo tucheze, tucheze, mwisho wa siku anakuja ndani atacheza, na tuwaambie tunaenda kuitafuta mechi nyingine ya pili, na wao yani tuwaonesha kwamba sie wamba Oh, oh, sisi si, wamba tunaenda kutafuta mechi nyingine ya pili. Si wamemsaidia Singida. Ili mradi kwenye kwenye, kwenye ligi wapata slopu tume, tumemtandika jana ndugu yao, na wamekaa naye wiki nzima, na wamecheza mechi ya kirafiki pale ya ya kenafiki pale KMC ke wamezika vitu vingi sana KMC. Jana wamekuja wengi sana pale wa, wa, wanaongeaongea kama vile wana jamba jamba. Sasa si tuambie tu, tumesikia washatangulia Babati, wanaenda kuwasaidia Babati. Waende, na ukimwona mtu anaenda kumsaidia mtu ili mradi ule mtu ambaye mwamba asishinde katika mechi inayofuata, basi wanatuogopa. Huo ndio ukweli. Kwa nini watu wanaficha? Kama wewe unajiona mwamba, kwa nini umsaidie mtu atutoe sisi? Msaidie wewe wewe, we, omba dua sisi tushinde, tukutane, au sio bwana? Lakini sasa mtu anaenda kumsaidia mtu ili si watutoe, ili tusikutane nao. Huo uoga. Ila tuwaambie wahali yoyote mechi sisi na wao Kabla ya ishirini na tano haijaisha tunacheza nao mechi hizi na tunawatandika zote. Singida Black Star, Singida ndo nani? Singida Black Star, toka watoke kwenye zipu ya wazazi wao. Imeanza kuwa Singida United, Singida swinani, imekuwa EF, imenunuliwa, imekuwa Black Star, si imekuwa Singida mbwa, Singida paka mweusi, imekuwa Singida sijui joka la kibisa, tumetandika zote. Sasa tu sasa tu tumuogope nini? Muulize huyo Masanza akashaifunga Simba toka azaliwe. Wewe muulize toka amepewa kile kibarua cha kulopoka pale Singida akashaifunga Simba. Yeah, ataongea maneno lakini sisi tukifika tunatandika. Alafu uangalia sasa. La mimba linakuwa gani hilo? Moja tu. Moja tu. Ndio tunatandikaga. Kule kwa wamepiga kelele Masanza tumwapiga hilo. Tumwapiga ma, watoto mapacha watatu. Hapa vile vile wamekuja piga kelele wamesaidiwa tumwapiga hilo. Tumewapiga tumwapiga mapacha watoto watatu. Hiyo hiyo ndio ubaya ubwela, na ubaya ubwela sasa, sasa hivi kule, kwa sababu sio point, ni kutoka kwenda hatua inafuata, tutaenda kuwatandika kwa hali yoyote. Finali wanaongezewa mia tano na ilikuwa tunajua hata kama walikuwa hawajatangaza, lakini tulijua ilikuwa mia tatu na hii ya Jumamosi wamewekewa 500. Tumwambie tu Jonas Sansoa kaja kwenye nchi ya mpira, ajeja kwenye nchi ya propaganda, acheze mpira. Aache, aache porojo. Hamna mchezaji mpuuzi kama yule, mi nikwambie tu ukweli. Uwezi kuchukua kibendera ukachomoa ukarushia mashabiki. Kuna wachezaji wana, wa, wa, wanaongelewa maneno ya wa jeuri, lakini hawafanyi hivyo vitu sawa. So, leo ye kachomoa kibendera natoka na mashabiki, katufanyia mashabiki hivi. Bodi ya ligi, mwangalieni ule mtu, mfungieni. Ana disiplini ya kuwa kwenye ligi yetu, ana hadhi ya kuwa kwenye ligi yetu, ana uwezo wa kucheza ligi yetu? Ni mchezaji muhuni. Hata alipotokea tulikuwa tunajua ametoka kule akiwa muhuni, na nimesikia nyuma mwiko atakumsajili. Wanasajili wahuni. Yule muhuni mchezaji anojielewa tu kufanya vile vitu. Hamna chuki lofanya mpaka atukane mashabiki hivi, alafu achomoe kibendera ambacho kimewekwa kwa sababu ya kucheza mchezo, anarushia mashabiki yule ni mchezaji muhuni, astahili kucheza ligi yetu? Mchezaji muhuni kama yule, yes. Vikari baada ya shabiki wa Young Africans kupigwa na kuumizwa na kusambaa katika picha zake katika mitandao ya kijamii akisema nyama simba mashabiki wamemfanyia vitendo hivi, sisi tuwaambie Yanga tumeliweka neno la ubaya ubwela, kwa sababu hatujaliweka hivihivi, sawa eh? Yanga si so ametufanyia vitu vya ajabu vya vingi sana, nikwambie tu ukweli Sawa, hiki kinachotokea sasa hivi ni malipo kama vile aliyowafanyia yule mzungu, walimtuma kumtukana Mohamed Deo Jimo, lakini mwisho wa siku sasahivi kawa kashifu wao, wanalalamika sisi. E, sisi tunachokifanya wao walikifanya kabla ya sisi hatujakifanya, sawa. Labda, labda, labda nikuonyesha ni, ni. Unamuona huyu? Unamuona huyu, watimu gani huyu? Simba anafanywa nini hapa? Basi wasubiri tutawatandika sana. Sisi sio wanyonge, sisi sio wapumbavu kama wanavyotufikiria, tutawatandika sana. Mnamwona huyu, huyu wa nani huyu? sio wa Simba, Simba wamempiga na kumchania jezi yake, au wamesahau? ukija kwenye mechi yetu kistaarabu tutakupokea kistaarabu. Kuna wengi wa nyuma mwiko wanakuja kwenye mechi yetu wakiwa wastaarabu, hawafanyi ushenzi. Ukija kwa vitu vya ajabu tunaondoka na wewe na ubaya. Ubwela yoyote aloshaniwa jezi au kufanyiwa kitendo kile basi kuna kitu alikifanya, ndio maana watu walimfanyia kile kitendo. Na tuwaambie sisi tunajua mpira sio vita mpira ni sehemu moja ya furaha na starehe, na mpira unaleta amani kwenye nchi, ila wanaoongoza sasa hivi nyuma mwiko wanafanya mpira uwe vita. Leo ukitaka kuchunguza kiongozi wao anaongoza sasa hivi ndio katengeneza chuki baina ya washabiki wa Simba na wachezaji wa na washabiki wa mwiko nyuma. La, kiongozi wao anaongoza sasa hivi ndio anatengeneza chuki baina ya Simba na baadhi ya timu mbona watu walisemi hili zamani? Timu zote tulikuwa tunapendana Leo kiongo, viongozi wao wale wanaenda kuwekeza pale, ndio wametengeneza chuki baina ya Simba na timu zingine. Huo ndio ukweli. Zamani mpira ulikuwa fair play, leo tunajena tuna, tuna, tuna na, na matimu yalo hapa, uzamini mpaka uwanjani mtu anamlukia mtu mguu asingo ngumi, watu wana, vurugu kwa sababu ya utawala huu. Zamani hivyo vitu vilikuwa hamna, lakini wamechagua viongozi ambao hawana weledi katika mpira. Huo lazima tuzungumze ukweli, viongozi wao hawana weledi katika mpira, ni waongozi ni viongozi ambao wanaleta uhuni kwenye mpira wetu, hatutoruhusu uhuni aina yoyote katika mpira hata kwenye klabu ya Simba. Ukifika uwanjani ukiwa mstaarabu kuangalia mechi ya Simba, tutakupokea. Ukija una vitu vya ajabu, tunakumaliza ubaya ubwera. Tuna, na tuwaambie ukweli, nimekuonyesha hii picha kwa sababu wao walifanya, na kuna video zingine walimpiga mshabiki yule bigi Morogoro, au wamesahau? Sio wao Yanga wamewapiga wa, washabiki wetu washabiki wetu wengi sana pale uwanja wa Benjamin Mkapa. Wao so, so, na hii video ilokuonyesha yule kijana walimpiga wakamchania jezi Mohamed hae Deuji Mo, akamwita akampa jezi tena, walimjeruhi, wali, wali, wali, wali sana. Leo anashangaa nini? Mtu anakuja katika mechi zetu anafanya vitu vya ajabu, tunamuona kabisa anafanya vitu vya ajabu. Ukija uwanjani kwa ustaarabu tutakupokea kistaarabu, ukija uwanjani kwa vitu vya ajabu, hatutokuacha tutakutia ubaya ubwela. Kwani bila pesa tumalize na hili meenda kucheza fainali dhidi ya Singida Black Star. Mnamtamani Young Africa, msikutane naye tena. Kwanza niseme na nikiri, mechi ngumu, ila nia yetu na malengo yetu, makombe yote yaliyobaki Tanzania tuyabebe. Hatuna lingine zaidi ya hilo. Kwa hiyo, sio tunamtamani, tunahitaji kucheza fainali, tubebe vikombe. yeah, timu yoyote ambayo itaingia kwenye fainali, tunachohitaji ni kombe, sio kumtamani mtu. Kwa hiyo yote atakayekuja mbele yetu, hata akiwa FC Barcelona, hata akiwa Bayern Munich, hata akiwa Deportivo la kulunya, hata akiwa nani, tutacheza naye. Tunachohitaji tucheze fainali, tubebe kombe. Kwa hiyo hatumwangalii mtu yoyote. Huyo nayemtaja ni mtu mdogo sana, ana ana zuri hata moja katika mpira kwenye nchi hii, kwa sababu yeye alishiriki mashindano makubwa, tena akiwakilisha akiwa bingwa wa, wa, wa Tanzania bara klabu bingwa, akatolewa katika makundi. Mtu mdogo sana. Kwa hiyo sisi hatuogope kucheza na mtu yoyote. Tuwaambie tu, tumesikia taarifa zao, washatangulia Manyara kwenda kumsaidia Singida, ili fainali wacheze na toto lake. Sasa tuwaambie dabi zinachezwa mbili, tunaenda kumnyonyoa Singida fainali, zinacheza sisi na wao, inshallah. Nashukuru sana na karibu sana, sana, wana Simba Niwaambie tu mechi ya dabi tarehe 15 ipo, wana Simba, niwaambie tu nguvu zetu zote, tuachane na maveiara ya vichochoroni, yale yashakula ugali na maharage tuyaachie pembeni, washakula ugali tuwaachie, washapewa vimia mbili mbili vya posho tuwaachie na veiala zao. Akili yetu na tageti yetu mechi ya Singida Black Star inachezwa Jumamosi Manyara, support yote ukiwa nyumbani, ukiwa uwanjani, ukiwa sehemu yote, ifanyiwe dua simu ya timu ya Simba Sports Club. Tuweze kushinda tucheze fainali na aliyotangulia fainali tunajua, tayari kashaoga kashajipodoa, kashalala katika mlalo wa, ule mlalo wa mahaba. Si tunaenda kumalizia ndugu yake, tunaenda kufanya shughuli yetuai <tik> e, washalala sababu kimona mwanamke katangulia geto sie kwetu ndo la na tayari washatangulia geto sasa mashababi tayari tushatoka kutafuta riziki tunarudi nyumbani sasa, tunamkuta bibi akashaandaa kila kitu, tunaenda kumaliza shughuli. Wasiingilie vita yetu dhidi ya Singida Black Star. Wao washamtoa alomtoa vita yetu ya Singida Black. Ukiona wanaingilia wanatuogopa, na na washaenda kulia Babati. Ila tunachowaambia mechi na wao ziko hizo, na zote tunazipenda na tunazitamani mno, tukutane nao na yani bila place, yani naongea hili nikiwa sina hofu tunazitamani mno tukutane nao, tunazitamani mno, tunazitaka sana hizo mechi na wao, kwa sababu tumewaona wacheza sho wa Elis Berekane, wamevaa jezi za Elis Berekane na wamejiandaa, wamevaa misuri ambao ni mitupu, watoto wako vizuri. Kwa nini tusiwatamani? Wacheza sho wa Elis Berekane wamewachwa Tanzania, wenyewe wameenda na kombe moroko, wao bado wanakatakata tu. Wacheza show waes Berekane, mashallah tunawapenda, na tuwaambie wacheza show waes Berekane, tuna gemu na wao, wa gemu wow, mbili zidi ya ligi ya tarehe 15 na fainali ya kombe la Federation. Nashukuru sana na